Vijana we, viva! Vijana viva, viva! dokta Samia viva, viva! dokta Nchimbi viva, viva! dokta Mwinyi viva! Ndio, hey. Ndugu hey. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Nitambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, katibu wetu wa idara ya uhusiano wa kimataifa na mambo ya siasa na kila kitu, katibu wetu wa Suki, dada yangu Rabia wajumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi tukiongozwa na wenye viti wa vijana wa mikoa yote Tanzania, wenye viti oye! Lakini pia nitambue uwepo wa makatibu wa vijana kutoka mikoa yote, makatibu oye, oye! wajumbe wa baraza kuu kutoka mikoani oye, oye! wajumbe wa baraza kuu kutoka taifa oye wajumba baraza kuu kutoka chipkizi oye. Oye! lakini na wajumba baraza kuu kutoka kwa wabunge na wawakilishi oye. Oye! wageni waalikwa oye. Oye! Nimesema nitumie namna hiyo kuwatambua nyote mliokuwepo. Kidumu chama cha mapinduzi! Ndugu zangu, mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima uhai, na leo tukaweza kukutana hapa lakini kwangu mimi ni furaha zaidi kuwaona wajumbe wa baraza kuu ambalo ndilo jeshi la chama cha mapinduzi, ndilo jeshi la Daktari Samia Suluhu Hassan, limesafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali mpaka kufika hapa Dodoma katika hali ya usalama. Lakini hali hii inatokana na umoja na mshikamano wetu kama taifa huru linalolijitegemea lakini linaloongozwa na mwanamama shupavu, mwanajeshi bahiri Samia Suluhu Hassan. Sasa kwangu mimi ni furaha kuwaoneni ndugu zangu, mmefika hapa salama. Kabla sijaendelea na yoyote, karibuni sana Dodoma, ndugu zangu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na wote tunajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na tukirudi katika katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya tano ibara ndogo ya kwanza ya CCM inaeleza vyema, chama chetu kina kazi ya kutafuta ushindi katika chaguzi zote, na chama chetu cha Mapinduzi kimepata ujasiri wa kutamka maneno haya kwa kuwa kinajua na kinatambua nyuma yake kinalo jeshi mahiri Sio jingine ni jeshi la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Sasa ni kuombeni sana nyote, naamini mmeona maandalizi mbalimbali yameendelea kufanywa na chama na tayari mkutano mkuu umetangazwa na ajenda za mkutano mkuu umetangazwa, ikiwemo kupitisha ilani itakayokuwa ya uchaguzi kwa mwaka 2025 2030. Hivyo kwetu sisi umoja wa vijana ni kukaa mguu sawa na sasa kuelekea katika uchaguzi wa serikali kuu mchango wetu katika serikali za mitaa, chama cha Mapinduzi kimeona sasa tunayo kazi na jukumu la kwenda kukionyesha chama cha Mapinduzi mchango na utayari wetu katika uchaguzi wa serikali kuu cool. Sasa ndugu zangu, ndugu wajumbe, kwa wale niliopita mikoani kumi za moto watakumbuka, baada ya ziara nilikuwa kuna kikao tunakifanya baina ya mimi na wao, na kwa kuwa hapa kuna baadhi ya maeneo bado sijafika nimeona ni sehemu sahihi ya kubadilishana mawazo na kupeana kazi hizi kama tulivyowapa kwa wale mikoa ambayo tulikuwa tumefika. Mwanza wanakumbuka tulizungumza, lakini ya Mwanza niliozungumza ukizungumza okay. na Wageita wanakumbuka, Shinyanga nao wanakumbuka, Tabora wanakumbuka, na Simiyu na Simiyu nao wanakumbuka ni kitu gani tulizungumza mara baada ya ziara zetu. Kwa Tabora nilimwachia makamu mwenyekiti. Lakini na yeye nilipata taarifa ali, aliwasilisha kama vile ambavyo tulivyowasilisha katika mikoa mingine. Sasa kwa mikoa ambayo sijafika na ambayo napanga kwenda inawezekana nisimalize yote. Nataka tupeane majukumu makubwa matatu ambayo ndiyo niliyowapa mikoa yote ya siku kumi za moto niliyokwenda. Kazi ya kwanza. Niliwaambia Chama cha Mapinduzi kinategemea hamasa. Na uki chunguza katika jumuiya zote na chama chenyewe, hakuna jumuiya au iliyopewa kazi ya hamasa isipokuwa ni jumuiya ya Umoja wa Vijana. Maana yake kazi ya kutengeneza hamasa katika maeneo yetu, kazi hii imeachiwa jumuiya ya Umoja wa Vijana. Miongoni mwa majukumu yetu tutakayokwenda kufanya huko ni kuendelea kuhakikisha hamasa hii inaendelea kuwa kubwa na yenye ari, na hapa niwe mwazi, nikupongezeni, baadhi ya mikoa mnafanya kazi nzuri sana. Sitowataja mmoja mmoja lakini mnajijua wenyewe. Lakini baadhi ya mikoa bado hamjafanya vizuri. Hebu turudini tukafanyeni vizuri zaidi. Lakini kazi ya pili ndio hapa, niliwaambia uchaguzi wa mara hii una sehemu mbili, una, una sehemu ya ground ambayo mpaka muda huu ninavyozungumza na nyinyi, sio chama cha mapinduzi, sio jumuiya ya umoja wa vijana tu unafanya vizuri sana. Lakini sehemu ya pili ni mitandao ya kijamii na nakumbuka ili tulizungumza baraza lililopita lililokuwa la kawaida. Ukija kwenye ground ukitizama mikutano ya Chama cha Mapinduzi mpaka ya jumuiya Umoja wa Vijana mashallah. Lakini tukienda kwenye mitandao ya kijamii mpaka unajiuliza iki chama, labda kijana niko peke yangu ama kuna vijana wengineo. Lazima tuambizane ukweli. Bazuri katika mitandao ya kijamii. Na kauli hii nimekuwa nikirejea mara nyingi. Sasa mara hii tumekuja na kazi maalum. Katika mikoa niliyokwenda, niliwaambia katika kila wilaya ambazo tulizo nazo katika mikoa yetu, tunayo kazi na wajibu wa kwenda kutafuta vijana watano wenye uwezo wa mitandao hii ya kijamii, na hususan ni mitandao miwili, Instagram na mtandao ule mnaoita Twitter au X. Vijana watano, na kila mmoja wao ana na akaunti moja tu, asizidi zaidi ya tatu katika mtandao wa X katika mtandao wa Instagram. Na akaunti hizo, makatibu wa vijana wa mikoa mzifahamu, maanake zoezi hili waliratibu makatibu wenu wa vijana wa wilaya, lakini na mkoani na nyinyi muwe nao watano. Maanake kila wilaya iwe na watu watano na ngazi ya mkoa muwe wa na watu watano. Sema kwa upande wa vyuo na vyo vikuu, kwa kuwa wao ni wasomi, tukawaambia wawe na watu kumi ambao wawe na mitandao hii katika mtandao wa X na katika mtandao wa Instagram. Kazi yao ni moja tu. Anayekuja kizembe alijibiwe hivyo hivyo kizembe, na anayekuja kistaarabu tutamjibu kwa ustaarabu na fakti na kwa heshima. Sasa kazi haiwezi kufanywa na mtu yote, isipokuwa ni sisi jumuiya ya umoja vijana. Kwa hiyo, nyinyi ngazi ya mikoa na wilaya itakuwa kazi yao ni kuratibu kuwapa semina na mambo mengine, lakini sisi ngazi ya mikoa na taifa itakuwa kazi yetu kubwa ni kuwasimamia. Sasa kazi hii tunaiacha kwenu, na katibu mkuu ndio atakuwa mfuatiliaji, atatupa taarifa ya wapi tulipofikia. Na akaunti hizi zote tunataka makao makuu ya jumuiya umoja wa vijana tuzijue na tuzitambue. Tutazijuaje? Maana yake nyinyi makatibu wa vijana wa mikoa na viongozi wa vijana, kiongozi na wenye viti mkatusaidie kulisimamia zoezi hili. Lakini kazi ya mwisho mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na mimi natambua wapo vijana wenzetu waliomo humu ndani na waliokuwa nje ya Baraza Kuu hili watachukua nafasi mbalimbali mbali, nikiwa na maana watachukua fomu katika namna ya kuwania nafasi mbalimbali. Kwanza nataka niwatie shime. Vijana, msirudi nyuma, nendeni mbele, nendeni kagombeni. Na kwa uchaguzi huu, mimi nataka niwaahidi, mimi mwenyekiti wenu, tutawapeni nguvu ya siri na zahirini, lakini lazima tuwasapoti mmoja. Vijana sasa, msiogope kwenda kuvuta fomu, nendeni mkavute fomu. Tumekuokeni, tumekufunzeni, tumekuandaeni, mnatosha na chenji inabaki. Sasa, ndugu wajumbe, kesho tuna matembezi hapa makubwa. Naamini tayari mmeshapewa taarifa. Na matembezi haya au ni kampeni maalum tunaita kijana, kijani, first time voter. Hii ni kampeni inayolenga kuhamasisha uwa, vijana ambao ndio kwa mara yao ya kwanza watakwenda kujiandikisha na wanakwenda kupiga kura. Kampeni hii sio mpya isipokuwa, niwe mkweli, kuiga jambo zuri sio vibaya. Kampeni hii ilianzishwa na idara ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, wapigeni makofi. Wao waliita Samia first time voters. Sasa sisi tukasema tuite kijani first time voter, na tuliamua kubadilisha hili jina ili uweze kutumika katika maeneo mbalimbali Yajamuhuri ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, nikiwa na maana kule Zanzibar na huku bara lakini pia tuweze kuitumia kampeni hii kuweza kuwaombea kura madiwani, wabunge na wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi, na ndiyo maana